Habari gani? Watu wengi wanapenda kutumia simu zao kwa sauti, lakini wanashindwa jinsi gani ya kuset simu yake ni mradi aweze kuitumia kwa sauti. Leo na kuja kukutaturia hiyo tatizo, kwa vile wakati mwingine una, una, unaendesha gari au unapika kwa wamama au unafanya jambo fulani na utaki kushika simu, lakini unahitaji labda kuisemesha ikufanyie kitu bila kuigusa, na setting hiyo ni rahisi sasa hivi. Na naenda kukuelekeza. Kitu cha kwanza inachotakiwa ufanye ni kwenda moja kwa moja kwenye, kwenye setting, setting ya simu, na ukishafika kwenye setting utaandika default app, default app. Kwa hiyo tunahitaji tunahitaji kwa sababu <coughs> default app ya, ya assistant inatakiwa iwe inatakiwa iwe iwe Google, na katika simu nyingi za Android sasa hivi inatumia Asia. Kwa hiyo tukiingia kwenye, hakikisha hapa sio Asia, inakuja hapa kwenye Google. Ukishamaliza hapo unarudi nyuma, unaenda moja kwa moja kwenye, kwenye app ya Google. Ukishaingia kwenye app ya Google unaenda moja kwa moja kwenye setting yake, afu unakuja hapa kwenye Google Assistant. Ukishaingia kwenye Google Assistant unaingia voice match. Na voice match, hakikisha ikikialama hapa kimeenda juu kama vile ka, hivi hapo, kama vile unavona, na hapo utakuwa umesha set. Kwa hiyo sasa kitu tunachotekana kufanya ni kutamka maneno mawili, moja wapo Hey Google au Okay Google. Na ukisa, Hey Google itatokea hapo, na ukitaka, ukitaka irekodi na isikilize kitu ambacho unachotaka kuiambia ifanye utasema Hey Google, lakini kwa na, na, na rekodi skilini yangu, kwa hiyo haiwezi kukubali. Lakini mpaka hapo, kitu cha kwanza unataka kusema ni Hey Google. Ikiwa imelokiwa simu inaweza kufunguka na kukusikiliza kile unachotaka kusema. Kwa hiyo unaweza kusema kama unataka kupiga, utasema kama unahitaji labda iandike message kwa mtu fulani, itaandika na itatuma.